Na somo letu leo linasema Mungu ameleta mwaka wa neema kwa ajili yako. Amen. Na acha nikutangazie kama ni kweli, mwaka umepita, ulikuwa na mbiaki, ulikuwa na matatizo mengi, ulikuwa na magumu mengi, tangu Janvier au Januari, mwezi wa kwanza mpaka leo, tunamaliza mwezi wa kumi na moja, leo tarehe thelathini. Kesho tunaanza mwezi wa mwisho wa mwaka. Kila siku na kesho Mungu alifanya mambo makubwa kwa ajili yako, alifanya mambo ya ajabu pia kwa ajili yako na kwa ajili ya ile, tutasoma neno la Mungu. Neno la Mungu liko katika Isaya makumi sita na moja tu, lakini tutasoma mstari wa pili. Sasa siku zilipita nilisoma mstari wa kwanza, lakini leo tusome mstari wa pili sasa. Amen. Sijue kama umepata na kama bado hujapata basi tunasoma sisi. Tunasoma Isaya 61:1. Vesi ya pili. Tunaisoma kwa jina la Kristo Yesu, Yesu tunaisoma. Kutangaza mwaka wa Bwana uliyokubaliwa.

Anduma okulalika omwaka wanyamuzinda ogu abera mulubaga lwake lukogo lolusiku namahanga acihola abashombali bake noguruliliza abarajiwa mishibo amen amen, amen.

moja wanakigawanya kwa sehemu tatu, lakini wengine wanakigawanya kwa sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza inaanza na sura moja mpaka sura makumi tatu na kenda. Sehemu ya pili inaanza sura makumi nne mpaka sura ya makumi sita na sita. Sura moja na mstari wa kwanza na kufika kwa sura makumi tatu na kenda. Iliandikwa kwa mwaka wa mia saba. Sijui unanifuata, usemi amen. Iliandikwa kwa mwaka wa mia saba, lakini sura ya makumi nne mpaka makumi sita na sita, hizo sura zimeandikwa kwa mwaka wa mia sita makumi mnane na moja. na hizo nyakati zenye ninasema pale njozi kwamo wakati wa kifo cha huyu nabii. Wataalamu wa Biblia wanasema kama nabii amekusanya ujumbe wake au Mungu amefanya nabii kumtumia kwa zile nyakati zote kwa muda wa miaka makumi sita Isaya. Amen. Amen. Amen. Mungu akuongezee miaka kwa jina la Yesu. Biblia neno la Mungu inazungumza ya mwaka, lakini katikati ya mwaka, mwaka unatokaka miaka, sababu katikati ya miaka kuna kuwaka na mwaka, miaka ingine inaweza kuwa vuzito, lakini mwaka mwengine unaweza kuwa waneema na unaweza kuwa mwaka wa. Nilikwenda kufundisha kwa kanisa letu la Sepake Kabuye Jumapili ilipita lipita ya kwamba sisi kanisa twamini kama tayari tulishaingia kwa mwaka makumi mbili na sita. Mimi nilisha ingia mle, mdemi 26. Sijui kama wewe ungali mdemi 25, lakini natangazia kanisa ili kama mdemi 26 tulisha ingia katika chini ya Yesu. Nimekuambia ni siku kama makumi tatu au makumi tatu na moja zinabakia mwaka uishe. Na ninajua kama hata baada ya mashuki ata vaitike bakatale babebe kuume walete mshoto, mwaka wa 2006 kwa Kongo utakuwa mwaka wa neema na itabiri hapa kama mtumishi wa Mungu katika jina lezo. Na mimi ninataka imani yako isokeza iki kitu kwamba 2006 haitakuwa kama 2005. Ni kweli, 2005 kuna maneno Mungu alikuwa ametuambia lakini unajua Mungu anaposema neno kwako, shetani naye anazungurukaka zungurukaka, kusudi kile kitu kizuri kinaweza kuleta furaha kwa maisha yako, shetani aweze kukigeuza aweze kukuletea uchungu baada ya furaha. Lakini leo kama watumishi wa Mungu na kanisa la Mungu, tuseme kama mwaka wa 2026 kwetu utakuwa mwaka wa neema. Manini ni neema, njo ile banasema ka le don le don, imerite don, imerite ni mtu kupata kitu kenye hakuwa na saidi, mtu kufika nafasi yenye hakuwa na saidi, mtu kukusa kitu kenye hakuwa na saidi, mtu kukaa pamoja na watu wenye hakuwa na saidi, mtu kufala bazi lenye hakuwa na sahili, mtu kuzala matoto na hakuwa na msaidi, mtu kuikala nafasi yenye hakuwa na saidi

banabana tu maji tu majipo, lakini leo la Mungu alobadilisha mayona wanabala, walikuwa hawana watoto lakini leo la watoto wanawazunguka. Walikuwa hawana nyumba, kwani walikuwa waliingia, walikuwa wanadalama manyumba, zile nyumba za mabierezi, unajua nyumba za manyasi zile, nyumba za misonge zile, nyumba za mabierezi ile, makampiste jeune, makampiste jeune lakini leo Mungu amepapatia nyumba na mba na kuwa yulu yulu kule wako wanaangalia ugu chini hivi. Mungu amepapatia kwa nyumba kenyi kana pipo mzuri kana chengwa, na briki na tofali ile njoba nasemaka le imerite. don si merite don i merite o ma don si merite, ni kile kitu kenyi mtu anapata. Haleluya, bila kugistaiti kuko mtu mwenye kumu waga kumuka kwenye anatoka na kwenye hiko leo mpaka machozi na mtiririka macho. Mtu mwengine akaangalia eh, hali yake na vitoto vyenye iko navyo visiko vinatipukatipuka, anajiuliza ni vangu au ni wavengine? Haleluya mtu mwingine anaangalia maisha yene aliishi kwavo jana na maisha yene anaishi leo, anasema kweli, Yesu ni mwanaume wa wanaume. Maya amenitosha kule akanileta mjini. Mungu niwacavu ila ijovanasema letom imerite ina ijovanasemaka ne ema mwaka mwaka mwaka iko na siku mia tatu makumi sita na tatu. Kuko ingine kama miaka wanasema les annee bissextile. Maana bissextile mwaka inaweza kuwa na 365 juu, na wakati ingine inaweza kuwa na 366 juu itatokana na nyakati na vile mwaka umepangwa mwaka. Amen, amen, amen. Ninakumbuka huyu nabii Isaya ambaye tuko tunazungumzia habari zake. Isaya anasema kwa makumi ine na moja dezi ya kumi: usiogope, ama ana mimi niko pamoja na we. Na watala wa Biblia wanasema zile siku mia tatu makumi sita na tano zine zina konstitiwe mwaka, au zine zina fanya mwaka kila siku Mungu anasema na watu wake, musiogope. Ndio maana balozi walipanga kukuwa, lakini Yesu agakupatia ushima. Walozi walipanga kutumaliza, lakini Yesu akuitika Amen. Sindiwe kama vati wamenyacha katika jina la Yesu. Kila leo Yesu Mungu anasema tusiogope. Mnajua, sijue kama mnajua kama usiku tunakufaka yeah, na asubuhi tunafufuka. Hakuna yeah, mtu mwenye anajua kabia ndiko binafalika usiku. Haiko. Na ukuu ni soma masomo ya namna gani? Na ukuu wewe umezaliwa na nani? Ume, na na ukuu wewe uko mtoto wa raisi. Na ukuu wewe uko na akili ya hali ya juu. Hakuna mtu mwenye anajua bila anaingia kwa kitanda, na hakuna mtu mwenye msingizi, mnaweza kuogopa. Na ya papa, ya tu, namna gani? Wakati tunalala ni alama ya mauti kalilala hivi unakutana kanisa kuwa hivi, ni vita usiku, tunaingia ndani ni vita, banapiganisha banafanya vyote, lakini hapa tuweze sababu ni ni, ni, nini? Biblia inasema vita viko vyetu, vita ni vya baa, wanafanya vini, wanafanya lakini, hapa tuwezi. Ndio maana wanatuwinda, wanasukuma sukuma, lakini hapa tuangushe. Mwaka ulianza leo, tuko katika karibu siku mia tatu makumi tano na zaidi. Aa, ah, siku baada ya siku, Mungu iko anakulinda na alinda watoto yako, mume wako, mke wako, Mungu iko analinda bantukulu yako, wakwe yako, Mungu anakusaidia, Mungu ananisaidia. Haleluya, haleluya! Haleluya, haleluya! Ule mwaka unakuwa na saa elfu nane mia saba makumi sita

Kuko ile bana sema ane astronomike na maane zingine siku za mingi au miaka ingine iko miaka ya mingi. Amen. Amen. Mwaka wa neema ni mwaka gani? Mwaka wa neema ni mwaka wa gani? Acheni kusomea usikie. Kwa hiyo msali wa pili kwa Biblia ya Kifaransa inasema hivi. Inasema hivi. Pour publier une année de grâce de, de l'Éternel. Mie hapa, nikwa hapa Mungu alinileta tu leo nikuye nihubiri na mahubiri ninaleta aseme, ni piblie piblie ni, ni mutangazo nitangazie Makristu na awe mama, awe baba, awe kijana, msichana wala mvulana, awe iko na kitu, asiwe na kitu Mungu amenileta amenisimamisha hapa. Ni hapa nikuye ni piblie nitangaze, nitangaze nikuye ni anonse nibaambie kama

Kuhurumiwa, kuhurumia, amen. Na kutengeneza tena mambo upya, amen.

Mwaka ambao Bwana anakuja kutengeneza upya mambo mengine. Anakuja kutengeneza watoto yako, ile akili ya watoto yako kuwa mabumbafu. Akili wamekamata, akili wamekunja, akili wameharibisha. Mungu anakatala. Anasema sasa basi, hii mwaka itakuwa tofauti na miaka. Hii mwaka Mungu atatengeneza wale watoto. Ule mtoto mwenye anakushinda mpaka kuwa nakurumisha moyo, huku nalala usiuzie kwa sababu yake. Mungu anaenda kumbadilisha. Naomba kwamba wewe ubakie kwa magoti, usimtukane ule mtoto. Ubakie kwa magoti. Haleluya, Baba. Usimtukane, usimwambie maneno mabaya. Kwa sababu Biblia inasema hapa kukinywa chako kululini lwako ndio kwenye kuko maisha na ndio kwenye kuko mauti. Halafu, ule mtoto usimtakie bibi yuko na kama ulimwambia hivyo, wewe unirudishe tena, kwa sababu maneno yako yenyewe ilimwambia vile, na njoo kile kinyo kile kile, na njoo kinaweza kumrudisha tena. Haiko yeye, ni mashetani zilibana akili zake, ni mapepo zilisumbua moyo wake, ni mashetani zilisumbua maisha yake. Lakini mwaka haleluya, mwaka wa David versus ni mwaka yenye Mungu hataitika mtoto au batoto waendelee katika ile maisha Inatua mtu yuko hapa akisema amina tena, msikie tuiseme kwa utukufu wa jina la Mungu aliye hai. Ndio ni muda ambao Mungu anafungua rehema, il pardon il relève il guérit et il libère amen. Amen, ni mwaka Mungu anaenda kukusamehe na pana kujipiga vita tena. Uliamini Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Wakati mwingine kuna sema dhambi yangu nilifanya kama nilikuwa kabia mbaya sana mi najua niliombeoka lakini sikusameheaka. Mi nakuambia pana Yesu mwenye tuliamini yenjo anasameheaka watu, alikusameheaka tangu leo, na leo tena nakuja nikwambie kama usijipige tena, pita Yesu alisha kusamehe asemena, nikuambie kama na weye vile Yesu amekusamehe ujikaze kuwasamehe wengine hivi. Yesu amehurumia zambi yako bila suti, hakukulomba kitu kwa kile ulipokiri ulisikia na ukaseme, basi hivi ana kusemea usibakie tena kufunga funga watu mioyo, kuma kirisha bakirisha tena watu mioyo. Kama mtu alikuteza alikufanya mbaya, umwaachie Yesu. Kama mtu alikusumbua akakutesa, acha yeye na Mungu. Mungu ndio mteteaji wa wenye haki, Mungu njo mwenye kisasi, kisasi ya kiko chetu, kisasi ni cha Bwana Mwenye alikusemeye kumwachie Mungu, umtie tu kwa magoti. Mungu yeye pekee anajua mimi yeye atamfanya Mungu, yeye pekee anajua mimi yeye atamjije. Mungu yeye pekee anajua kwa nini atampeleka. Mungu yeye pekee anajua mimi yeye atafanya juu ya maisha yake. Ndio maana nakuambia, patia moyo wako raha, patia moyo wako furaha, patia moyo wako amani. Usiache moyo wako kuendelea kuhangaika, usiache moyo wako kuendelea kubabaika babaika na watu nafunga funga, funga mioyo kwa sababu mioyo patakuondosha diabete, kwa sababu mioyo patakuondosha kadi yake, kwa sababu mioyo patakuletea magonjwa ya busito. Achia hapo Mungu. Mwaka huu ni mwaka wa kusamehe. Mungu amekusamehe na wewe jikaze kusamehe wengine. Sijui uko pale useme amena. Ni ujumbe Mungu ameleta kwako. Mungu ni mwaka wa kupandisha tena watu. Kuna batu venye malikalishwa chini leo, mame makalisha chini, mina nakwambia kuna batu hawa sema kitena. Pana ume kongo, haduseme ya kwamba u mwaka ni mwaka utaongea sasa, ni mwaka utasema sasa, ni mwaka utatangaza haleluya. Ni mwaka utapanda, hauta makilia pale kwenye uko, hauta makilia kwenye mabrikuti yaka, hauta makilia mwele maisha, hauta makia muhanga kekuliyaliya Mungu alikatala, hatutalia tena. Wakati watu wa kufurahi unafika, wakati watu wa kupanda unafika, wakati watu wa kusimama na kushukuru Mungu unafika, wakati watu wa kusimama na kusema Mungu natendaka njou. Sasa vyeni vilipita, tuviache na wakati vimepita. Vyeni Mungu analeta mpaka, mbengine vanasema Mungu ni wachafu Mungu anafanyaga kweli kweli. Nakwambia Mungu hata bakia amelimaanza, Mungu atatusaidia. Mungu atasaidia watoto yako. Mungu atasaidia mume wako. Mungu atasaidia mke wako. Mungu atasaidia familia yako. Atasaidia kanisa letu. Haleluya. Mwaka huu ni mwaka Mungu anatuambia atatujengea. Mungu atajenga hili kanisa. Sijua kama niko na Wakristo wasemi amena. Vala vakristu vako na imani vaamini kama Mungu atatujengee li kanisa. Vali venye valisema tuko vanyavwihambi, kesho vadapita apo, vadakutana nyumba inasimama. Vale venye valisema mwaka mwingine na hii mwaka, njo mwaka yangu, njo mwaka yako. Sema amina. Mzuri, Mungu anakuja kuponya, Igeri anakuja kuponya, Mungu anakuja kukuponya we. Ile magonjo ni kulazima, kama haudaponaka tena, nani alikuambia haudaponaka? Mungu mwenye tuliamini, Biblia inasema kwa Isaya makumi tano na tatu anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa ajili ya ile, hautabakia na ile magonjwa ile yenye inakutesa wa utakuwa una itakuwa ina kutoka polepole, kisha muda fulani hivi utakia kusikia, unaenda kuvipima, wanakuambia magonjwa yako haikwage tena, magonjwa yako ilishakaisha tena. Ile ninaisema kwa sababu ninajua Mungu niko namtangaza, ninajua mwenyeku nitangaza, njo ule Elia Njoo ule Elisha alitangaza, njoo ule Petro na Yohana walitangaza, njoo ule Yohana mbatizaji alitangaza, njoo ule ambaye haleluya, wakina Nehemia walitangaza, njoo ule Mungu ambaye wakina Daudi walitangaza. Daudi anasema nilikuwa kijana, leo niko mzee, sikuona mwenye haki anaachwa, aba matoto yake wanaenda wanalomba lomba kunjia, ninabambia hata itika matoto yenu mavibe machafu, hata itika matoto yenu haleluya, mavibe machafu, mavibe mwili Mungu, hata itika mimi Mungu amefungula mlango na mlango. Mungu amefungula ni katika milango yote, itakuwa wazi, penye hapa kutumika, matatumika; penye hapa kupata kitu, matakipata; penye hapa kupata baraza, mataipata; penye hapa kupata